Wakati ya Simba na Yanga. Mheshimiwa Spika, naibu Spika, umeeleza wazi kwa mujibu wa sheria za FIFA wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF linasimamiwa na bodi ya ligi na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo, kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Swale na wanasheria wengine hilo jambo ni subjudis na kwa sababu ni subjudis siwezi kulisema. Nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali, na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali Mheshimiwa mbali. Naibu Spika nichukue tena kuwashukuru wabunge wote waliotoa maoni ya kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan apewe tuzo kwa kufanya maendeleo ya michezo hakika Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni hidaya ya taifa letu. Dkt. Taiba Samia Hassan amekuwa ni hiba ya taifa letu katika eneo la michezo, sanaa na michezo, na mimi tunaunga mkono kabisa wazo hilo uh, la wabunge la kuwa na aina maalum ya tuzo kwa mheshimiwa Rais kwa kutambua mchango wake mkubwa katika sekta hii ya michezo, sanaa, utamaduni na, na, na, na habari. Kwa hiyo mheshimiwa naibu uh, spika, kuhusu masuala ya viwanja niwahakikishie kabisa ndugu yangu E, Priscus e, Tarimo wa Moshi mjini kwamba tutatuma wataalamu kuja kuangalia swala la kiwanja cha Moshi. Na ndugu yangu alikuwa hapa mheshimiwa Tadeo e, Joseph e, ma ma Tadeo, naona ametoka, mbunge wa Mwanga e, namhakikishia nitakwenda Mwanga kuona hivyo, lakini ndugu yangu e, Edwin Sware nitafika Lupembe Njombe ili kuja kuona eneo hilo na tuone na wataalamu ni jinsi gani pia tutaboresha uwanja wa Lupembe Njombe, na iko sababu kubwa sana ya mimi kufika Lupembe Njombe kwa sababu mama yangu mkubwa niliko kulia aliolewa na Lutangiro kutoka Lupembe. Kwa hiyo nitakuja huko. Ndugu, naomba kuhitimisha kwa kueleza kwa kwamba baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa lina na kafu ambapo klabu ya Simba inakwenda Moroko kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Moroko kwa ajili ya mchezo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja.